Mama au dada, kama umejigundua kwamba wewe ni mjamzito, kuna mambo unapaswa kuweza kuyazingatia. Karibu kwenye somo tujifunze pamoja siku ya leo. Kama ni mara ya kwanza kuweza kutembelea channel yangu, ndio usikose kusubscribe hapo chini kujifunza kuhusiana na afya mama mjamzito, lakini vilevile na mtoto mchanga. Kama umeshajigundua kwamba wewe ni mjamzito na mimba labda ina wiki moja, wiki mbili au iko mwanzoni kabisa, nitazungumza mambo kumi leo ya kufanya na kuzingatia kipindi chote unapokuwa mjamzito mpaka kuweza kuja kujifungua au hata baada ya kuweza kujifungua. Jambo la kwanza kabisa la kuzingatia ni kuanza kliniki mapema. Unapojigundua kwamba wewe ni mama mjamzito, ni vema kuweza kuanza kliniki mapema. Kwa utamaduni wetu sisi wa Afrika mara nyingi huwa hatupangilii mimba zetu au hatufanyi vipimo kabla ya kuanza kutafuta mimba. Kwa hiyo unaweza kuwa una magonjwa fulani ambayo yapo mwilini hayaonyeshi dalili zozote, lakini yanaweza kuwa na athari kwako wewe kama mjamzito. Unapoanza kliniki mapema, ndipo ambavyo vipimo hivyo vitafanyika na mwisho wa siku utatibiwa magonjwa hayo au changamoto yoyote ambayo inakuwepo mapema kabla haijaanza kuathiri ile mimba. Kwenye kuanza kliniki mara nyingi huwa tunashauri uanze mapema iwezekanavyo na uhudhuria mahudhurio yote ya kliniki. Maana yake ni kwamba utakapoanza kliniki, utaambiwa utaratibu wa mahudhurio ya kliniki yako. Kwa hiyo ni vyema uweze kufuata kulingana na mtu wa huduma anapokuwa anakuelekeza. Sasa kama ulikuwa unajiuliza maswali maswai, e, ufanye kliniki mara ngapi katika kipindi chote cha ujauzito, na labda inawezekana ulikuwa ujui, basi unaweza ukakikisa gesheni hapo juu utasikiliza mara baada Jambo la pili la kufanya ni kuhakikisha kwamba unatumia dawa rishe katika kipindi chako cha ujauzito. Napozungumzia dawa rishe kuna zile dawa za kuongeza damu kwa mfano kama folic acid, madini, chuma, kuna baadhi ya vitamini mbalimbali. Vile vile unaweza kupewa dawa za minyoo. Basi ni vema kuhakikisha kwamba unazitumia dawa hizo. Kwa mfano inawezekana upo mazingira fulani ambayo labda umechelewa kuanza kliniki. Isiwe sababu ya wewe kushindwa kuanza kutumia hizi dawa. Folic acid ni ya muhimu sana zile wiki tatu mpaka nne za mwanzoni toka mimba iweze kutunga, na wengi wao wanakosa dawa hizi kuweza kuzitumia wakitarajia kuweza kupewa labda bule katika mazingira ya kliniki au hospitali. Unaweza kaenda kwenye duka la dawa ambalo liko karibu yako, ukaomba folic acid au dawa za mama mjamzito kwa ajili ya kuongeza damu na kulinda mtoto asipate mgongo wazi au ubongo wazi. Lakini vile kuna supplement mbalimbali unaweza kupata ambazo zina madini mbalimbali mbali, ukajifunza kupitia mtu wa huduma na unaweza ukatumia, lakini vilevile kama ulikuwa unataka sasa uweze kujifunza dawa hizo ni zipi za kuweza kuongeza damu, unaweza ukanitafuta kwenye comment hapo chini, mi nitakupa namba na utaweza kupata kitabu kwa shilingi elfu kumi na tano, kitakusaidia kuweza kujua umuhimu wa hizi supplement katika kipindi cha ujauzito haswa kwenye swala na damu kwa sababu tunapoteza kina mama wengi sana kwa upungufu wa damu, hasa wanapokuwa wameshajifungua, ambao huwa inaelezea wakati mwingine wakapoteza damu nyingi, ambayo tunaita postpartum hemorrhage, ambazo huwa mara nyingi zinaweza kuchukua uhai wa mama, lakini vile vile inaweza kuleta changamoto katika kipindi chako cha maisha hata ya baadaye mara baada ya kuweza kujifungua. Jambo la tatu, mama, unapaswa kuhakikisha kwamba unapata muda wa kufanya mazoezi, kwa sababu wewe si ni mjamzito? Kwa hiyo kwa sababu unapata uchovu muda wote unatumia kuweza kulala hapana ni vyema kuweza kufanya mazoezi na mazoezi ambayo mara nyingi nimekuwa nikisisitiza ni ya kutembea tembea katika kipindi chako cha ujauzito unaweza ukaenda sokoni unaweza kuchota maji kwa kubeba kwenye e, lita kumi au ile plastiki ndogo au kwa lita tano ukafanya kazi nyumbani za kumwagilia bustani kama na kuku unafuga lishia e, mwisho wa siku fanya yale mazoezi madogodogo na zile kazi ndogondogo pale nyumbani zitakusaidia sana kwenye kisha kwamba mwili wako unabaki kuwa active au unabaki kuwa katika hali ya mjongeo. Wala usitumie muda mwingi kuweza kulala, labda kama utakuwa umepewa maelekezo mengine, labda kama na changamoto fulani, ndipo unaweza kutumia muda wako mwingi kuweza kupumzika, japo si vema kuweza kupumzika kama hujapewa maelekezo hayo. Lakini vile vile na kwenye swala hili la kupumzika tunahusisha pia kupata usingizi wa kutosha. Tunaposema usingizi wa kutosha, hakikisha umelala masaa saba mpaka nane katia kipindi chako cha ujauzito kila siku eh. Labda kama changamoto ya changamotoaupata usingizi, unaeza hapo chini, naataai kuweza kuelekeza kamili. Mama mjamzito, maini mwanzoni mwa ujauzito si salama, sababu ina vitamini A e nyingi ambayo inaweza kuwa na athari kwa mtoto ambay uko o kwa hiyo kama nakula ni kwa kiasi kidogo, na tunasisitiza unaweza kutumia huko mbele, mimba ikiwa na miezi mitatu ya katikati na kuendelea, lakini mwanzoni pale si salama sana kuweza kutumia. Vile vile ni vyema kuhakikisha kwamba unaepuka basi vile vyakula ambavyo si salama, kwa mfano kama maziwa hayajachemshwa vizuri, nyama haijapikwa vizuri, unatumia baadhi ya vyakula ambavyo labda vinahitaji kuchemshwa vizuri, havikuchemshwa vizuri ambavyo wakati mwingine vinaweza kuwa na maambukizi ya bakteria ambayo yakiingia mwilini yanaweza kuweza kuathiri ujauzito wako. Jambo lingine basi ni vema kuweza kuepuka baadhi ya vinywaji. Kuna baadhi ya vinywaji, baadhi ya vyakula ambavyo vinaambatana pia ambavyo mara nyingi kwa mfano kama kahawa eh, ambayo inakuwa na kafeini nyingi kwa mfano kuna soda kama hizo Pepsi, Coca-Cola zina kafeini nyingi ambayo si nzuri sana kwa mama mjamzito. Lakini vilevile pombe kama ulikuwa unatumia ni vema kuweza kuachana nayo. Si salama kabisa kuweza kutumia pombe katika kipindi chako cha ujauzito. Mambo mengine ambayo unataka kuweza kufanya ni kuhakikisha kwamba kama kuna dawa uliandikiwa, kwa mfano dawa za pressure, dawa za kisukari, dawa za magonjwa mbalimbali, au ulikutana na UTI au ulifanyiwa kipimo kwa kukutana na changamoto fulani, au kuna chanjo ambazo unatakiwa uweze kuchanja, ni vema uweze kuchanja chanjo hizo, na dawa hizo ni vema uweze kutumia kulingana na maelekezo ya mtu wa huduma. Hapa nazungumzia dawa nyingine ukiachana na zile supplement au udawalishe ile kipindi chako cha ujauzito. Kwa yale maagizo ambayo unakuwa unapewa ni vyema kuweza kuyafuata. Lakini jambo lingine ambalo unatakiwa kuweza kuhakikisha ni kuzijua dalili za hatari. Unapozijua zinaweza kuokoa uhai wako, lakini vile vile zinaweza kuokoa mimba yako kama utakuwa umewahi kwenda hospitali. Unapoona kichwa kinauma sana, unaona maluelue unaona miguu yako inavimba haraka sana, labda ndani ya wiki moja unakuta miguu imejaa sana, lakini vilevile labda unapata kizunguzungu. Kuna dalili za hatari, kwa mfano kama kutokwa damu ukeni, lakini vilevile labda tumbo linauma sana. Ni vema kuhakikisha kwamba unawahi hospitali kwa ajili ya kufanyiwa uchunguzi. Lakini vilevile unapoona unapata homa unachemka, eh, lakini vilevile kuna dalili nyingine nyingi sana ambazo sitazielezea zote, japo kama ulikuwa unataka kujua dalili za hatari zipi kwa mama mjamzito ambazo tutakuwa chukua tahadhari mapema zaidi, unaweza kwa click suggestion hapo juu, kasikiza video hiyo, lakini tutasikiliza mara baada ya kumaliza kusikiliza video hii. Ni vema kuweza kufuatilia uzito wako. Kwa hiyo kwa mfano, kwa yule ambaye labda umejigundua ni mjamzito, maana yake mabadiliko ya ujauzito hayajaanza sasa, unaweza kutokea labda mimba ina wiki moja, unaweza kupima kitu ambacho kinaitwa body mass index maanake wanaangalia urefu, uhusiano kati ya urefu wako na uzito wako mwanzoni mwa ujauzito. Hii itakusaidia kuweza kufuatilia uzito wako kulingana na BMI yako. Sasa kama ukuweza kupima, basi ni vyema kuhakikisha kwamba unapima, kuangalia kwamba uzito wako unaongezeka kiasi gani. Uzito unapoongezeka kwa kasi zaidi, ni lazima ujiulize unakulaje au unakula vyakula vya aina gani. Lakini vilevile unapoona uzito waongezeka ni vyema kujiuliza kwa nini? Labda unatapika sana au hauli kwamba unakosa labda hamu ya kula. Hii inaweza kuwa na athari kwa namna moja au nyingine kwa mtoto. Unaweza kumpata mtoto ambaye ni njiti au kapata mtoto ambaye ni mkubwa zaidi. Kwa hata uzito unapoongezeka haraka, hata kule hospitali wataanza kufanya vipimo, kwa mfano kuangalia kama una sukari, kuangalia kwa changamoto nyingine, hata kama tumbo lako linaongezeka zaidi, mwisho wa siku anaweza kuangalia hivyo vitu. Kwa hiyo ni vema kuhakikisha kwamba unafuatilia uzito wako unaongezeka kwa kiasi gani. Jambo lingine la kuzingatia ni usafi. Mama mjamzito, ni vema kuhakikisha kwamba anakuwa msafi kuna baadhi ya tamaduni unasema kwamba mama akioga anapokuwa pale mwishoni, inaweza ikapelekea uchungu wake kuweza kupungua. Hicho kitu jamani hakipo, na unaweza ukaoga, na ni vyema kuweza kuzingatia usafi. Kumbuka mtoto ambaye unajifungua kawaida, hata kama unafanyiwa upasuaji, wakati mwingine ni vyema kuhakikisha kwamba unazingatia usafi, unaepusha baadhi ya maambukizi kwa mtoto, lakini vilevile baadhi ya maambukizi kwako kwa mfano huku chini ukiwa haujasafisha, mwisho wa siku kuna uwezekano kunaweza kuwa kuna bakteria ambao hata kama kichanika, wanaweza kaingia pale kwenye kidonda na mwisho wa siku kusababisha maambukizi kwenye damu. Kwa hiyo ni vema kuhakikisha kwamba unazingatia usafi katika kipindi chako cha ujauzito. Oga hata mara tatu, mara nne. Na unaporoanisha huku chini, ndio inasaidia hata kuhakikisha kwamba unaweza kustretch na kuvutika vizuri wakati wa kuweza kujifungua. Jambo lingine ambalo unatakiwa kuweza kulifanya ni kuhakikisha kwamba unajiandaa na kujifungua. Jua hospitali ya kwenda kujifungulia au mkoa. Kwa mfano kuna watu wanakaa Dar es Salaam, wanaamua labda kusafiri kwenda kwa ndugu zao mama zao kuweza kujifungua. Basi ni vema kuweza kujua kwamba unaenda kujifungulia wapi, na katika mazingira ya hospitali, kituo cha afya. Na je, wakati mwingine unaweza ukaenda mbali kwa mtafuta daktari ambaye ataweza kuzalisha eh, kwa mazingira yako ya ukaribu. Lakini vilevile ni vema kuhakikisha kwamba umeandaa vifaa vya kuweza kujifungulia. Kwanza ujue unajifungua kwa njia gani. Kuna wale ambao wanajifungua kwa upasuaji kulingana na sababu zao ambazo hazi yani hazimruhusu yeye kuweza kujifungua kawaida, basi ujipange kifedha kuhakikisha kwamba unapata vifaa hivyo vya kuweza kujifungua. Kama unajifungua kawaida, basi jipange, andaa kama ni gloves. Niweza kuzungumzia video yangu moja kuhusiana na kujipanga namna ya kuweza kujifungua, basi unaweza kuklik suggestion hapo juu, utasikiza video hiyo. Lakini mara baada ya kuweza kusikiliza video hii, sasa umeshajifungua na umeenda hospitali umejifungua, labda kwa upasuaji. Sasa unajiuliza maswali, muda wa kuanza kuoga ni lini? Kama ulikuwa unajiuliza swali hilo kuhusiana na kuoga mara baada ya kuweza kujifungua kwa upasuaji, unaweza kuhakiki suggestion hiyo hapo kusikiliza video kuhusiana na kuoga mara baada ya kuweza kujifungua kwa upasuaji. Ukiwa unahitaji kitabu, unahitaji ushauri, unaweza kukomenti hapo chini, mimi nitakuwa tayari kuweza kujibu swali lako wakati wote na kama swali lako litahitaji ufafanuzi, basi tutanitafuta WhatsApp na nitakuwa tayari kuweza kujibu swali lako. Karibu sana.